Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi tukiwa tunaingia kwenye buswati letu la Kiswahili tukiwa na walimu wetu wa Kiswahili Nuhu Zubeir Bakari na Munene Nyaga. Na kama ilivyo kawaida, kuna lile swali tunaliuliza mtaani na mtandaoni. Hebu tusikize mitaani, walisemaje. Tunataka utunge sentensi ukitumia neno tashtiti. Rafiki yangu alicheza mpira kwa tashtiti mpaka mashabiki wakafurahia. Tashtiti ni kifaa kinachotumiwa kwenye bahari hiyo. <laughs> ni ngumu sana hiyo hiyo. Kwanza tashtiti ni madaha. Tashtiti kwa ngeli gani? Hai, hapana, sijui bro hiyo broozinao. wawekezaji wana tashtiti kuhusu mali yao. Mimi na rafiki yangu tunapenda tashtiti. Rafiki yangu anatumia tashtiti. Rafiki yangu anapenda kula tashtiti. Nilipofika Mombasa nilipata tashtiti imeandaliwa huku kwetu. Jua limewaka kama tashtiti. Baada ya kukosa mtaji, nilirudi nyumbani kwa mwendo wa tashtiti. Mwalimu wetu alipenda kutumia mbinu ya tashtiti kwenye hmm. mafunzo yake. Mbona hii kazi ya wanahabari inakuwa tashtiti hivi? Sipendi watu wanaopenda kuuliza maswali ya tashtiti. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kila mtu anasema tu kile anafikiria <laughs> tashtiti nini, Bakari? hata baada ya Mnene kujua kwamba sina hela, kila siku hunifanyia tashtiti. uh -huh. Yani, tashtiti ni aina fulani ya usemi wa kejeli, mm. usemi wa kumsumanga mtu. uh -huh. kwa hiyo unajua, huyu mtu ni kikojozi, alafu anakojoa kila siku na ni mzima sasa. mm. Umekutana naye pale baba fulani ye. yeah. akikojo yeah. <laughs> <laughs> Sasa kwa kweli, hiyo ndio tashtiti jambo mm. ambalo linakera sana mm. analolifanya mtu lakini linamkera tu mm -hmm. na we bado unaongezea msumari <laughs> kwenye kidonda, unalirudia rudia, unamsumbua hey, <laughs> una tu <laughs> mm. yule mtu nitampa hongera katika taifa hili ni rais mm -hmm. kwa sababu amekubali tashtiti za wake. <laughs> Majina wanalimbikiza siku za kwanza kwanza, watu wamwambia we we wache. Sasa ashasema ongezeni kabisa kwa sababu wanavyofanya wanajua wanakera. o Oh, au wamuite nini? Oh, na unajua majina yanakuja kila uchao. Kwa hivyo hiyo tashtiti kama vile watu wanavyofanya mtandaoni, kwa mfano He -he. Aa, kama wakati rais alipozungumzia masuala ya chapati, ehe, wakaweka chapati nyingi kwenye kila mm, kona mm, na kwamba ilikuwa ni mtambo, barabara nzima chapati kwa mchezo mm. <laughs> Tashtiti kabisa kwa, hiyo ni kabisa, kwa pendekezo la chapati, kwa sababu nilitolewa na gavana wa Nairobi wakasema unaitwa mkate dimple. Hiyo ni tashtiti, mtazamaji. Kwa ufupi, tashtiti ni <laughs> hey, pale ambapo unajua hiki kitu ni kweli <laughs> kipanya sio, yeah. kizuri alafu mtu, na mtu anakutania nacho kila siku <laughs> <laughs> <laughs> <Hey. laughs> <laughs> alafu kuna hili neno fungamana, fungamana. Mm -hmm. lina maana nini Munene? <laughs> Eh, sasa wacha niseme hivi eh, tumeambiwa kuna serikali ya broad based. Kwa hivyo wanamfungamano wamekuja kwa sababu ya nia moja mm -hmm. na unapata kuna watu ambao wanaweza kuwa na uh, mfungamano wa kijeshi wa kiuchumi mm -hmm. kwa hivyo kule kuingiliana kwa maslahi ambayo yanalingana mm -hmm. basi mnafanya mfungamano mm -hmm. na unakumbuka zamani kulikuwa na uh, harakati za ufu uh, zikuwa na mfungamano mm -hmm. kwa sababu wamekuja pamoja kwa sababu walikuwa wanapigania haki uh -huh. za Wakenya, lakini pia kwa namna nyepesi zaidi mfungamano ni ushirikiano yes. Kwa sababu ya maslahi au jambo fulani basi no. Hebu sasa tuingie katika sehemu.